Alhamdulillah, riba na Mtume ameweka wazi na Qur'ani ameweka wazi vile vile. Kama mtu Sheikh Abdulqadir anakukopesha alafu bwana mrudishie hela laki moja, ile akwambia, ah nizidishie. Naam. Ni riba. Allah Subhanahu katika Qur'ani amesema watu wanakula riba, siku ya kiyama watatoka katika kaburi yao, wana tumbo yao kubwa kabisa, mpaka watakusimama wanakosa balance Mungu amefananisha na mtu kama amemvaa shetani, mm -hmm. Na vile vile Mungu anasema ni yeyote anakula riba anatangaza vita na Mungu, waliazubillah. Dhambi kubwa, sababu riba ameharamishwa binadamu. Kawaida wasaidiani, wewe Sheikh Abdulqadir na shira laki moja na mi na uwezo takiwe ni kubwa laki moja kusaidia kusaidiani, okay. watu kesho baadaye nirudishe laki moja sio. Mimi wewe una shida, aba na kuumiza wewe. Bada amechukua laki moja kwamba kila unachelewa inazidi la elfu hamsini kulipa laki moja utalipa milioni moja sasa. Naumiza watu, ni dhuluma, ni riba haramu kwa ajili watu wanadhulumu watu wengine ambao wana shida, na hii haram.